na mtazamaji wa Faida Online TV. Ukisikia nyomi ndo hii ambayo tunaishuhudia hii leo. Hapa ni kwenye kata na tarafa ya Mchichira ambayo inapatikana kwenye halmashauri ya wilaya ya Tandahi Tandahimba mkoani Mtwara. Leo Mheshimiwa Katani Ahmed Katani mbunge wa jimbo hili amefika hapa na kuzungumza na wapiga kura wake hasa kuhusiana na kile ambacho serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya awamu ya sita imefanya kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba inatekeleza Ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Faida Online TV pasna hiana, watu wa field tumefika hapa na kukuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu naitwa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 mwaka ishirini ishirini tulikuwa na shule ya kidato cha tano na cha sita moja Tandahimba sekondari, lakini tunapozungumza leo watoto wanaokwenda kidato cha tano na cha sita jimbo la Tandahimba tunazo shule za sekondari za kidato cha tano na cha sita jumla kuwa nne, ukijumlisha na ile moja. Maana yake tunayo shule ya kidato cha tano na cha sita na Ndoe inapokea watoto, tunayo shule ya sekondari ya kidato cha tano na cha sita Kitama inapokea watoto, tunayo shule ya sekondari ya kidato cha tano na cha sita Luagala sekondari, na yenyewe inapokea watoto kubwa kuliko yote shule zote. Tumepeleka mabweni, kuanzia mwezi wa saba wa nane watoto wataanza kukaa mabweni. Wote wanaokwenda kidato cha tano na cha sita. Ndugu zangu, ukija sekta ya afya, tangu tumepata uhuru tulikuwa na vituo vya afya viwili, kituo cha afya Mahuta na kituo cha afya na Mikupa, lakini ninaposimama leo hapa Mchichira ninayo faraja kusema Ilani ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa kwa uzuri sana. Tunavyo vituo vya afya vitano vipya, lakini tumepata fedha ya kituo kingine cha sita ya Nanyanga kuele kutimiza vituo vya afya sita. Ukijumlisha na vile viwili, tunavyo vituo vya afya vinane ndani ya wilaya ya Tandahimba. Hii ni kazi ya Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, kwenye miradi ya maji, tangu tumepata uhuru wa taifa hili tulikuwa na mradi wa maji wa Makonde, na mimi kabla sijawa mbunge, wapo wenzangu walionitangulia, sijui wanne, sijui watatu, tukiwa Tandahimba, manake wapo watatu walionitangulia. Tunapozungumza leo, mradi wa maji wa Makonde tumepata bilioni 84.7 na kazi inaendelea. Ukija ndani ya wilaya yetu ya Tandahimba kwenye miradi ya ndani tunao mradi wa ndani wa maji wenye thamani ya bilioni 6.5, unaitwa mradi wa maji wa Mkwiti na maji yameanza kutoka kule Mangombe. Tunao mradi wa maji unaoendelea kwenu ambao bomba zimeishia Lukokoda, unaitwa mradi wa maji Lukokoda Maundo wenye thamani ya bilioni 6.2. Tunao mradi wa maji upo Mkundi wenye thamani ya zaidi ya bilioni 1.98 Tunao mradi wa maji huko Kitama wenye thamani ya bilioni moja nukta mbili sita lakini tumechimba visima vya maji vinane kwenye kata nane tofauti, ukiacha mradi kakaangu mtoni alosema ambao tayari tumeutengia fedha milioni 232 2 b tunawajengia tenki, tunataka tuwawekee koki Mchichira hapa. Sehemu nyingine tulizokopeleka maji miradi kama yenu tumepeleka Mkundi na tumepeleka maji vijiji vyote tumepeleka na nyanga pale na dola tenki limekamilika, na tumeweka koki, wakati wowote anaanza kusambaa. Na tayari tumepata fedha milioni mia mbili thelathini na mbili tunajenga tenki kwenye mradi wenu wa maji tunaoleta maji kijijini. <coughs> maeneo mengine tuliopeleka miradi ya maji ya visima virefu ni pamoja na kata ya Dinduma, kata ya Michenjele, kata ya Mkoreha, kata ya Nambahu pamoja na kata ile Lienje na maeneo yote, wakati tunasubiri fedha za kujenga matenki, tulichoamua tumeenda tumeweka solar power, tumeweka na matenki haya ya sim tenki lita elfu kumi ili mradi wananchi wapate maji, na kwenye mkakati huu tunakwenda kuchimba visima vingine virefu ishirini na tano kwenye kata ishirini na tano Dhamira yangu kama nitakuwa hai tunapofika ishirini ishirini na nane kata zote za jimbo la Tandahimba liwe lina miradi ya maji inayojitegemea kutoka kila kwenye kata yake. Hiyo ndio sisi tunaisema, ndugu <coughs> zangu. Ukienda Tandahimba tunapopazungumza, zamani ilikuwa ukienda na nyamba, watu wa Tandahimba wanasema nenda na nyamba kati za melani. Mambo yamekuwa tofauti. Leo ukienda na nyamba ukakaa maskani na nyamba wanasema nenda Tandahimba, angalia lami zinavyomwagika, lakini angalia na mataa ya barabarani. Taarifa njema ninayowaambia, tunaendelea kuweka lami Tandahimba zenye urefu wa kilomita sita na tunaenda kuweka taa mia tatu themanini na tano. Tunataka unapokwenda Tandahimba mwezi wa tisa au wa kumi ufanane na mtu aliyekwenda Dubai, ili watu wapende Tandahimba kama eneo sahihi la uwekezaji. Ndugu zangu kwa mara ya kwanza nataka niwakumbushe, wakati fulani nagombea na nikiwa maka nilikuwa nawaambia kama tutapata serikali makini na sikivu, wananchi mnaweza kupewa pembejeo bure. Lakini wapo watu walibisha, wapo watu walibeza, lakini tunapozungumza leo kwa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na kuchagua mwananchi anayejua matatizo yetu, tunayo miaka minne mfululizo Serikali ya Chama cha Mapinduzi imetoa pembejeo zenye thamani ya bilioni 626. Hii haijawahi kutokea. Huyu ndio Rais Samia Suluhu Hassan. Hapa tumepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wananchi kwa namna moja nyingine, ambao wameelezea kile ambacho wanakifahamu kutokana na mheshimiwa mbunge. Kwa majina yetu, naitwa Jafari Hamis Chimbioka mkazi wa Mnyawa kata ya Mnyawa yeah. Yeah. Leo tuko hapa bwana Mchochela kwa ajili ya kuja kusikiliza uh, sera za mheshimiwa mbunge. kwako ni kiongozi wa aina gani? Uh, huyu, huyu mwamba kiongozi mzuri anapiga kazi. Unajua changamoto zinakuwepo, kuna vitu anaweza akafanya wengine wakavielewa wengine wasivielewe, lakini mimi binafsi namwona ana shida, anapambana, anafanya kazi vile ambavyo yeye amejaliwa, ya yeah. Mm. Sawa, ana mpango wa kurudi tena dimbane, wewe kama eh, mtazamaji wa game hii unazungumziaje? Uh, yeye, mimi namwombea arudi apige kazi, ila apambane zaidi, kwa sababu sasa hivi sisi tunataka atupambanie, kwa sababu maisha ni magumu na yeye ndo anaotusemea kule kwa asimame vizuri apambane ili si tutoke sehemu moja tuende sehemu nyingine. Kwa jina naitwa Saidi Muhamedi Mangwamba, mkazi wa Lukokoda. Tuambie, unamfahamu vipi mheshimiwa mbunge? Mheshimiwa mbunge namfahamu vizuri, nafahamu toka naanza mpaka leo, inamfahamu vizuri lakini pia hata uwezo wake wa kazi najua watu wa kata hii na tarafa hii kwa ujumla wanamzungumzaje mheshimiwa mbunge? Naamini kabisa mazungumzo, labda tu kila mtu na fikira zake, lakini asilimia tisini mheshimiwa mbunge, tunamwombea hata mitano mingine yachukue, aungane na mama aendelee kusukuma gurudumu lililopo. Kwa majina anaitwa Mwajuma Jabili Mkwemba, natokea kata ya Kwanyama. Mheshimiwa mbunge tuko naye leo hapa kwenye mkutano koe wa hadhara kwako wewe, ni kiongozi wa aina gani? Ni kiongozi bora sana, hakuna kama yeye. Umefanya vitu gani ambavyo unaweza kuona na kukumbuka? Ni vitu vingi amevifanya, kwa sababu ametusaidia kwenye kata yetu ya nyama, kulikuwa hakuna zahanati, ametusaidia zahanati, sasa hivi huwa tunatibiwa pale nyumbani. ya tulikuwa hatuna sekondari, sekondari bado tumeipata. Na mtazamaji wa Faida Online TV, mpaka kufikia hapo nimefikia tamati, kutoka hapa kwenye tarafa na kata Mchichira, naitwa Karim Faida. hii ni Faida Online TV, asante na kwaheri.